Kwanza nasikia nasikia tu kwenye vyombo vya habari avata proof yoyote mpaka kwa hivyo tulizozungumzia mpaka nitakupata proof. Maneno ya kwenye mitandao nasikia tu kwenye mitandao nene na nene, hakuna official document lakini kupitia peji ya TFF hilo ilo wamethibitisha, tulizozungumza chochote kwa sasa na we unafahamu kwamba bado ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Sijafahamu chochote mpaka sasa hivi eh, kwa sababu sijapata barua yoyote. bado naendelea kusema kwamba naona, naona, <laughs> kwa si naona tu kama ambavyo wewe unaona kwenye mitandao. Ungekuwa na barua official labda ametoa, alafu naweza kunitumia, naona ingekuwa vizuri. kwa hizi taarifa ambazo zipo sasa unadhani zinatoka wapi? Hata sijui zinatoka wapi, labda nakwambia, sijaona mimi, naona tu watu wanatuma hivi na vile. Mimi sijaona chochote. Eh, hey, kama ambapo wewe unaniambia. Ushawasiliana na TFF wewe mwenyewe? Ah, nitawasiliana wao kwa sababu wananiambia chochote. Maana sijawasiliana nao sio? Bana nimchakutulia kwa sababu niko safari nimchakutulia, nitawasiliana nao. So, Suleiman Morocco bado upo sana kwenye timu yetu ya taifa, hey, uh, ya taifa ya Tanzania. Eh, ah, yeye timu tutajua tena baadaye nitapowasiliana nao wanene kwa.